Kwa jina naitwa Octavian Minja, mjifizikia mkuu wa Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini iliyoko Dodoma. Tuko kwenye banda letu la Geita kwenye maonyesho, kuja kuwaonyesha wachimbaji teknolojia mpya ya utafutaji wa madini kwa kutumia vifaa vya kisasa ambavyo taasisi yetu inavyo, ambavyo vitapunguza sana, vitapunguza sana ile kubahatisha utakuwa unachimba ukijua unachimba wapi na kwa mwelekeo gani, na kumpunguzia mchimbaji mdogo mpaka mkubwa gharama zile ambazo angeweza kupata au hasara ambayo angeweza kupata wakati anachimba bila kuwa amefanyiwa utafiti wowote. Vifaa hivi ni vya kisasa sana na ndio vinatumika duniani pote katika utafiti wa madini hakuna njia mbadala zaidi ya kufanya utafiti wa namna hii ili kuwa na uhakika na fedha yako iwe salama. Utatumia fedha kidogo kufanya utafiti, lakini matokeo yake yatakuwa makubwa sana, kwa sababu utakuwa unajua unachimba wapi eh? Na kwa kina gani maana. Ifaa vina uwezo wa kuonyesha mkatwa, kuonyesha madini, miamba ilipokaa kwa chini na uyafati kwa kiasi gani. Hii hapa tu kwa, kwa hapa tu huwa kawaida kiutaratibu, katika utafiti wetu tunaanza kufanya magnetic survey ambayo inatusaidia sisi kuweza kuplani kazi na ku, kazi yetu ya nani, sorry. Hii hapa ni magnetometer ambayo kazi yake ni kufanya magnetic survey. Tunajua dunia yetu ni, ni ina usumaku na hii inatuonyesha mahali ambapo kuna uwezekano kuwa na zile nyufa zizokwa zinaweza kubeba madini kwa sabau inatuonyesha structure na tukipa kwa sababu inatupa eneo la juu, huwa tunapenda tuna kufanya utafiti wa magneti huu. Tunakumbana na na vifaa hivi, njia kutafuta madini kwa njia ya umeme, ambapo hapa tuna mashine zetu IP ndo zimekaa hapa mnazoziona, zenyewe zinatusaidia sana kuondoa ule utata kwa kwamba hapa ni chimbi ni nisi chimba. Mashine zenyewe ni hizi hapa, naitwa GDD equipment ambazo ndio zinafanya kazi kuu ya kuweza kuonyesha mwamba upo mahali gani na kwa kina gani. Kufanya utafiti kwa kutumia vifaa hivi, na hata wale wachimbaji, ukitaka kufanya hata drilling, lazima kwanza umefanya kazi utafiti kwa kutumia vifaa hivi hapa, na uhakika wa kukutana na mwamba ni mkubwa sana vyenye sasa hivi kwa sababu ndio vifaa inatumika katika kufanya hizo kazi. Kwa hiyo tunashauri kabla hujaingia kwenye kuchimba, mchimbaji mdogo, gharama zetu nafuu. Tuna viwango vya wachimbaji wadogo, tuna viwango vya mchimbaji wa kati na mchimbaji mkubwa. Mchimbaji mdogo ni leseni moja mpaka tano, gharama zake serikali imezipunguza sana, ni gharama za kulipia vifaa kidogo tu, na wataalamu fika site kwako hiyo kazi na ma, yani ni bei nafuu kwa leseni moja, moja ambayo ina hekta kumi sio, haiwezi kazidi milioni kumi kumi na mbili mpaka kumi na tano Na hii inategemea mara nyingi kutokana na eneo lako liko wapi na umbali gani, kutoka kutoka Dodoma kwa sababu lazima utusafirishe ifa mpaka kufika kwako kwa kwa. Tufanye, na eneo limekaaje, ni safi sio safi na msitu. Ndio ni gharama ngine ndogo ndogo ambazo mchimbaji utabidi achangie ili tu tukamilishe taratibu kazi yake hiyo. Kwa hiyo ukitaka kabla ya kwanza, cha kwanza kabisa tu huwa tunapenda kumshauri mchimbaji anze na jeolojia, mtaalamu aje eneo aone eneo, tufanye magnetic survey, tufanye geophysics na kuchukua sampuli za kuweza kuturudhisha katika eneo hilo kuna nini, kwa sababu kuchukua sampuli za kupeleka maabara, maabara tunayo, chimbaji atachangia kidogo, kisha sampuli maabara. Kwa hiyo inampa uhakika kabisa, bila kubahatisha katika utafiti, nataakisha kwamba gharama zake amepunguza sana kuliko ile kubahatisha mita moja ukafikiri eneo lako sio potential, kumbe eneo lako ni potential sana. Na tupo kwa ajili ya wachimbaji wadogo, ndio maana taasisi hii ipo kwa ajili yao <tipa> na ilianzishwa kwa ajili yao <tipa> <tipa> na hizo huduma ni serikali inachangia kwa kiasi, kwa sababu imesha ainisha hizo gharama za, za mchimbaji mdogo ambaye ni leseni moja mpaka leseni tano, mchimbaji wa kati leseni tano, leseni sita kuendelea juu